Vipi, jina langu ni Pasensia Karion, ni azime dakika moja nikupe habari. Askofu mkuu wa jimbo katoliki la Mwanza mhashamu Renatus Mkwande amesema kilichotokea Oktoba 29 mwaka huu ni fedhea kwa taifa na kinalishushia heshima iliyojengekwa kwa miaka mingi kimataifa. Amesema hayo jana kwenye kanisa kuu la Epifania Bugando ilipofanyika misa ya kuwaombea waliopoteza maisha kwenye vurugu zilizotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu. Askofu Mkwande amesema kama kweli taifa linahitaji kutatua tatizo, ni vyema kurudi kwenye meza ya mazungumzo, huku akisisitiza umuhimu wa kukiri na kutubu. Kwa upande mwingine, Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, BAKWATA, limelaani vikali vitendo vya uhalifu vilivyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu na kuisihi serikali kufanya uchunguzi wa kina kubaini chanzo na vinara wa machafuko hayo. Dakika moja inanitosha kukupa habari.